Habari yako mtazamaji, kama unatafuta ajira serikalini au una ndugu anatafuta kazi, hii video ni muhimu sana. Halmashauri ya Wilaya Songea imetangaza nafasi mpya za kazi na muda wa kuomba ni mfupi. Twende tukaziangalia kwa undani, pamoja na ushauri maalum jinsi ya kujiandaa kushinda nafasi hizi. Na katika sehemu ya kwanza, nitawazungumzia nafasi zilizotangazwa katika PDF hii, kama jinsi ambavyo unavyoona katika video hii. Halmashauri ya wilaya Songea kupitia kibali rasmi cha ajira imepokea nafasi mpya za kazi zifuatazo, nafasi mpya za kazi zifuatazo. Nafasi ya kwanza ni mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili. Katika sehemu hii inahitajika nafasi tano tu. Inahitajika nafasi tano, alafu nafasi ya pili ni ya dereva daraja la pili dereva daraja la pili, nahitajika nafasi tatu. Kwa ujumla ni nafasi nane ambazo zinahitajika katika halmashauri ya wilaya ya Songea. Tuangalie kwa kifupi kila nafasi inahitaji nini. Ya kwanza mwandishi mwandesha ofisi daraja la pili, hapa unatakiwa uwe na diploma ya uhazili au NTA level 6 ya uhazili. Kwa hiyo zingatia vitu ambavyo nakwambia hapa, unatakiwa uwe na diploma ya uhazili au NTA level 6 ya uhazili, lakini pia huwe umefaulu hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno 80 kwa dakika moja. Hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza ambao ni ya maneno 80 kwa dakika moja, lakini pia utakiwa umepitia mafunzo ya kompyuta, huwa unafahamu Word, huwa unafahamu Excel, huwa unafahamu PowerPoint na ni lazima, sio ombi, ni lazima kufahamu hizo. <coughs> Ah, mshahara halisi ni kupitia ngazi za mishahara ya serikali ya TGSC1. TGSC1, huu ni mshahara wa serikali unaoanza kutoka takriban shilingi laki sita plus, kabla ya makato, okay. Sasa tuangalie nafasi ya pili ambayo ni nafasi ya udereva daraja la pili. Nafasi ya udereva daraja la pili, vitu gani ambavyo unatakiwa uwe navyo ili uweze kupata nafasi hii? Ili kuweza kupata nafasi hii, lazima uwe na leseni daraja C au E. Uwe na leseni daraja C au E, lakini pia uwe na uzoefu wa mwaka moja bila kusababisha ajali uwe na uzoefu wa mwaka moja bila kusababisha ajali. Elimu yako iwe kidato cha nne au cha sita pamoja na cheti kutoka VETA au chuo kinachotambuliwa na serikali. Mshahara ni TGS B1. TGS B1 kuzingatia ngazi ya mishahara ya serikali ya TGS B1, takriban shilingi laki nne na themanini kabla ya makato. Aa, sasa nizungumzie ushauri wa kitaalamu kwa waombaji sasa rafiki yangu, usipozingatia haya, hata ukiwa na vyeti vyote unaweza ukakosa kazi hizi. Kwa kuna vitu ambavyo <coughs> vya msingi vya kuzingatia ambavyo nitakuelekeza hapa, huu ni kama ushauri wangu. Sasa nini ufanye ili uweze kupata nafasi kwa urahisi kabisa? Jambo la kwanza na la muhimu kabisa ambavyo nakushauri uzingatie ni CV yako. Lazima uwe na CV yako na CV yako iwe CV ya kisasa iwe ni CV ya kisasa na iwe na vipengele vifuatavyo ambavyo ni muhimu kabisa. Cha kwanza, uwe na anwani kamili. Anwani kamili hapa maana yake tunazungumzia sanduku la posta. Uwe na sanduku la posta ambalo linatumika, ambalo ni kamili, inafahamika na linatumika. Mfano SLP zile, sanduku la posta, PO Box, hiyo lazima uwe nayo. Lakini pia CV yako iwe na barua pepe inayofanya kazi. CV yako iwe na barua pepe inafanya kazi. Barua pepe maana yake ni email. Email address, uwe nayo email address ambayo inafanya kazi lakini pia uwe na namba ya simu ya kudumu, namba ya simu ya kudumu, yani namba ambayo inapatikana muda wote iwe katika CV yako pia. Vile vile uwe na referees watatu wa kuaminika, uwe na referees watatu wa kuaminika, referees watatu wa kuaminika. Okay, lakini pia CV yako iwe na Uh, when, usipende kutumia CV ya zamani, tumia CV mpya. Update CV yako kila baada ya muda fulani. Kama ukishafanya kazi sehemu fulani, basi inabidi uka update CV yako ukiongeza experience fulani, una update CV ukiongeza kiasi fulani cha elimu au kiwango fulani cha elimu, umeongeza kozi fulani, umeongeza ujuzi fulani, unaenda una update CV yako kwa lazima utumie CV ambayo ni mpya, sio CV ya zamani okay? Kitu kingine ni cheti halisi. Cheti halisi ni muhimu, cheti chako au vyeti halisi, original certificate cha darasa la cha form 4 cha form 6, pamoja na vyeti vya taaluma kama certificate, diploma, postgraduate degree, pamoja na masters au na vyeti vingine, ni lazima uwe na original certificate. Lakini statement of result provisional result au slip havitakubaliwa kabisa. Kama umetoka kusoma nje ya nchi Hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na NEKTA, NAKTE, au TCU. Hii ni kwa ajili ya wale ambao wamepata masomo yao nje ya nchi. Hakikisha vyeti vyako vimehakikiwa na kudhibitishwa na NEKTAR, NAKTE, pamoja na TCU. <coughs> Na kama wewe ni mtumishi wa umma tayari, lazima upitie kwa mwajiri wako ili uweze kuomba nafasi hii. Tena ni lazima upitie kwa mwajiri wako ili uweze kuomba nafasi hii. Maelezo ya mwisho sasa, ambao mimi nataka niwape ni kwamba mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi Juni, zingatia hili. mwisho wa kutuma maombi ni tarehe kumi Juni elfu mbili na ishirini na tano. Usingoje siku ya mwisho, tuma maombi yako mapema kabisa. Usingoje siku ya mwisho ndo wanze kutuma maombi, tuma maombi yako mapema kabisa. Zingatia muda, mwisho ni tarehe kumi Juni elfu mbili na ishirini na tano. Lakini pia maombi yote ni kwa njia ya mtandao kupitia https://portal.ajira.go.tz maombi yote yatumwe kupitia mfumo wa ajira wa ajira portal, na maombi yanatumwa kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo zingatia hilo, zingatia hilo. Utaingia kwenye akaunti yako ya ajira portal ili uweze kutuma maombi haya. Lakini anwani ya barua ya kutuma, muda unapoandika barua yako ya kazi barua ya kuomba kazi, hakikisha barua yako unaiandika kwa anwani hii: ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji, Halmashauri ya Wilaya Songea, SLP 995, Songea, Ruvuma. <coughs> okay. Uh, mimi ushauri wangu tayari nimeshakupa. Zingatia sana cv yako, zingatia barua, zingatia muda wa kutuma maombi zingatia vyote ambavyo nimeelekeza au nimezungumzia katika nafasi hizi ambazo zimepatikana. Kumbuka nafasi zilizopatikana ni mbili tu, nafasi ni nane, kwa nafasi ni chache, kwa utakapokuwa na CV nzuri, barua nzuri, basi uchaguzi wako utakuwa mzuri. Lakini kitu kingine ambacho nataka nizungumzie hapa ni kuhusu interview. Hapa kwa wale ambao watapita katika interview zipo mbili, kuna interview ya kuandika alafu kuna interview ya vitendo au oro interview. Asa, katika interview ya kuandika zingatia, uh, mtihani yani, ule ni kama mtihani, kwa hiyo jitahidi kukamilisha maswali ambayo umepewa, fuata maelekezo ambayo umepewa katika interview ile, lakini pia kuna interview ya oro au interview, interview ya vitendo. Hapo ndo natakiwa uwe makini kabisa, jinsi ya uvaaji, jinsi ya uongeaji wako muonekano wako jinsi unavyojiweka confidence yako lakini pia kuna maswali ambayo mara nyingi wanapenda kuyauliza okay. maswali hayo inabidi uyajibu kwa ufasaha. singatia sana Na kama unahitaji tips mbalimbali za kuweza kufanya interview. namna ambavyo unatakiwa ukae wakati wa interview unaweza uka comment hapo chini Tupo tayari kwa ajili ya kusaidia lakini namba zetu pia zinapatikana katika channel hii unaweza ukatucheki muda wowote na kama unafanya application kuna sehemu umekwama, unaweza pia ukatuambia. Kuna watu wengi tu anatupigia simu tunawasaidia, wanafanya applications zao na zinaenda vizuri, wanafanikiwa. Kwa hiyo usisite kucheki kupitia namba zetu ambazo zipo katika description ya video hii, lakini pia unaweza ukatembelea channel yetu ya Telegram, link nimekuweka katika description na video hii. Asante kwa kutazama video hii. Kama unataka kufahamu jinsi ya kuandika barua ya maombi au CV bora kwa kazi hizi, Tafadhali bonyeza subscribe kisha comment chini, nitakutengenezea video inayofuata. Pia share video hii kwa ndugu au rafiki ambaye anaweza kunufaika pia. Kazi ni yako sasa, omba kwa wakati.